Yes, hii ni shehena ya elimu iliyotamalaki vipaji. Hapa ni katika shule ya sekondari ya vipaji, Maeneo ya Mwandege mkoani Pwani. Tet Soma Kwanza TV tumefika hapa na tumetia maguu kwa ajili moja tu ya kukuletea kipindi bora kabisa cha Top Star. Katika Top Star kuna mengi kwelikweli kweli ambayo yanakufunza wewe mwanafunzi uliye nyumbani, lakini pia mzazi unayetufuatilia kunaonesha hapa, tutakwenda kuwafahamu na kuweza kuwaona wanafunzi wakionyesha uwezo wao na vipaji vyao vya kuweza kuimba, lakini pia kuna cheza hapa, tutakwenda kuwaona wanafunzi wakionyesha uwezo wao wa, wa kucheza. tutamaliza na ndoto mahala ambapo wanafunzi watazungumza malengo yao, lakini pia je, ni misingi ipi ambayo wanaifuata ili malengo yao kuweza kutimia. Tumekuja hapa katika shule hii ya sekondari ya Victory kwa ajili ya kuweza kukupa kile ambacho wanastahili. Kikubwa ni kuendelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kama Tet Soma Kwanza TZ, lakini bila kusahau tunapatikana katika channel ya 105 katika kisimbuzi cha Star Times. Mimi ni Hamis Junior Mpemba mwenye majina ya Kibrazil. Ongozana nasi katika kipindi hiki cha Top Star, usituache hadi tamati. Twende ndani, halafu takwenda kuona wanafunzi ni kwa namna gani ambavyo wanaonesha vipaji. My name is Brian Nelson Lianga, a Form 3 student at Victory Secondary School. My school is Victory Secondary School it is located at Mwandege in Mkuranga district our school is based on elimu malezi na usalama in elimu we are provided with two types of education which are inside classroom education and outside classroom education in inside classroom education we are equipped with well ventilated classrooms well laboratories and digital classroom

Yes, kwa hakika watoto ni tunu ya taifa, nasi TET soma kwanza TV kwa kuhakikisha hilo tumefika hapa Mwandege mkoani Pwani, katika shule sekondari ya Victory. Hapa niko na wanafunzi wa kidato cha tatu. Kulia ni mwangu, niko na mwanafunzi Jenifa Kaisi, kushoto ni mwangu, niko na mwanafunzi Mariam Rajab katika kipengele chaonyesha siku ya leo. Je, unafahamu ni nini ambacho tunakwenda kukuonyesha? Hapa mikononi wana picha ambazo zina mavazi na hawa ni wabunifu wa mavazi niko hapa na Jennifer Kaisi. Jennifer, ujambo? Si jambo. Mzima kabisa? Mzima kabisa. Naam, tueleze kupitia Tetsoma Kwanza TV leo, umetuandalia nini mkononi mwako leo? Tumeendelea picha tofauti tofauti za mitindo. Hizi picha nizozishika hapa ni za mitindo tofauti tofauti zilizotengenezwa na material tofauti tofauti. Katika shule yetu hii ya Victory tunajifunza elimu ya ndani na ya nje. Elimu ya ndani tuna perform vizuri, pia walimu hawajatuacha katika swala la elimu la nje. Tunajifunza tuna kuhusu kutengeneza sabuni, kupika, kupanda miti pia na fashion and design. katika fashion and design tuna design yaani vipi kutengeneza mavazi kwa kutumia material tofauti tofauti, kama kwa kutumia magodoro, kutumia maranda, kutumia maboksi, kutumia na vitu vingine mbalimbali. Nam, tutarudi kwako hapo Jenifa Kaisi, lakini kwa sasa tunaungana na Mariam Rajabu. Hujambo Mariam? Sijambo. Mzima wa afya? Mzima kabisa. Mkononi una nini lakini, pia zungumza hapo na watoto wenzako kupitia TET Soma Kwanza TV. Hapa mkononi mwangu nimeshika picha mbalimbali mbali ambazo zina ni mwongozo kwetu sisi kutengeneza nguo mbalimbali kwa kutumia nafaka na vitu vingine. Nahamasisha watoto wenzangu tusiweke mbali maswala ya kukuza vipaji vyetu. Mfano kama sisi hapa ni tunakuza vipaji vyetu vya fashion and design. Naam e, tusalie kwako kwa, Mariam, pengine nini ambacho kimekuvutia katika swala zima la mavazi mpaka ukaamua kwamba mimi nahitaji kuwa mbunifu wa mavazi? Mimi nilifuatilia vipindi mbalimbali vya fashion and design na mtu mmoja hapa alioneohamasisha kukuza kipaji changu cha fashion and design anaitwa Nancy Sumali. Ndio. Huyo ni alikuwa mshindi wa World World Fashion mnamo mwaka elfu mbili na tano. Na, na mavazi gani pengine yanakuvutia ya zaidi katika kuyabuni kwa upande wako? Nguo anazopenda kutengeneza ni za heshima, na maanisha ni nguo ndefu. Nguo hizo tunatengeneza kwa matirio mbalimbali mfano matiro anayopenda kutumia ni magodoro, kwa sababu magodoro yanaficha mwili mzima. Magodoro haya ambayo watu wanalalia, ndio maana yake? Unaibadilisha kuwa mavazi. Ndio, hongera sana. Asante. Sawa, turejee pia kwa Jenifa, naye pia tueleze ni kitu gani ambacho kimekufanya uweze kuwekeza akili yako lakini pia muda wako kwenye swala zima la mavazi. Um, mimi mwanamitindo aliyenihamasisha niendelee kupenda na kukuza kipaji changu ni Flaviana Matata. Huyu mwanamitindo amenifanya ni mpende kwa kuweza kutengeneza hivi vitu. Huyu mtu amenihamasisha kukuza kipaji changu. Sawa, pengine utueleze pia te, kupitia TET Soma Kwanza TV kuna gharama kiasi gani ambayo mnaitumia wakati mnabuni mavazi? Um, wakati tunabundi mavazi huwa tunashirikiana, tunakaa vikao, tunachangia shilingi ngapi, ili kuweza kujua gharama inayohitajika katika ma mavazi yetu tunayotengeneza. Kama tukiwa tunahitaji kutengeneza tunakuwa tunahitaji gundi ambao, kwa hiyo tunachanga pesa tunanunua gundi. Na hiyo pesa inatoka wapi, kwa wazazi au kwa walimu? Um, inatokapazau pesa ni pocket money zetu, huwa tuna kikundi ambacho tunachanga hela. Endelea kusalia papo TET Soma Kwanza TV, na tunaendelea katika kipengele chetu cha onesha hapa mbele. Wageni wetu ni wanafunzi wa kidato cha tatu katika shule ya sekondari ya Victory. Mnaweza mkatoa fursa ya kuwaonesha m, ama kumuonesha mtazamaji kama ni mzazi mtoto kupitia TET Soma Kwanza, kila mmoja anze kuonesha picha yake. Tuanzie kwako kwa kwa Jenifa hapo hii picha niliyoishika, unaweza kutengeneza kwa kutumia vitambaa ama vitenge, kudesign nguo yoyote unayoitaka. Hii nguo ni ya kitenge. Nguo hii niliyoishika, ni nguo ya maranda ya miti, magome ya mti. Unaweza kutumia kutengeneza nguo kama unahitaji kutengeneza gauni, sketi suruari unaweza kutumia haya magome ya mti ama unaweza kutumia vifa, vitu ambavyo vinapatikana katika penseli. Asante. ni picha ya pili hiyo. Picha ya tatu hii picha ya tatu ni leishika inatoka katika viroba, ukisha katika vile viroba kuna kuwa kama kuna nyuzinyuzi unazotoa nyuzi, tunazichukua zile tunatengeneza katika nguo zetu picha ambao ni ya mwisho ambayo ni nne. Picha hii ya mwisho ya nne unatengeneza kwa kutumia hii mifuko ya zawadi, unaweza kuweka katika gauni, sketi. Kama mifuko ya zawadi, unamaanisha ni mifuko ya aina ipi? Um, mifuko ambayo unaweza tuseme, unaweza ukaekea zawadi labda pipi, mavazi au maua, na unatumia hii katika mavazi. Asante sana na mtazamaji wa Tet Soma Kwanza TV, kusudio letu na lengo letu ni kuhakikisha unajifunza kupitia vijana hawa ama wanafunzi hawa. na kwa sasa tunaenda kwa Mariam Ranya, e, binti mwingine wa kidato cha tatu. Kwako una mavazi ya namna gani? Muoneshe pale mzazi, muoneshe pia mwanafunzi aweze kujifunza, lakini pia aweze kujaribu, wanaweza kujaribu pia, ndiyo inawezekana. Karibu sana asante. Hii ni picha unatumia magodoro kama mwanzo nilivyosema, napendelea kutengeneza nguo kwa kutumia magodoro. Nguo hii haina gharama, unaweza mfano kwenu godoro limeisha na mmenunua godoro jipya, mnaweza mkatumia lile godoro lililoisha kutengeneza nguo hii. Hii ya pili ni inatumia manila hiyo, hiyo manila unaweza kutumia rangi yoyote. Kwa upande wangu mimi nilipendelea manila ya rangi ya pink. Hii ya tatu ni unatumia shanga, yahitaji alama gharama ili, ili kufanikiwa kutengeneza nguo hii, kwa sababu huwezi ukapata shanga bila ku, bila kwenda kununua. Na nguo hii ni ya kutumia mtama, mtama huu ambao ni chakula kwa baadhi ya viumbe ndiyo. Okay, hii nimependelea kuwa nguo iliyovuka chini ya magoti, kwa sababu ndio inayopendeza kuliko nguo ndefu. Na picha ya mwisho ambayo yuko nayo mkononi, picha hii ni unatengeneza kwa kutumia gift paper. Yale zile karatasi ambazo zinakuwa nje ya maboksi ya zawadi. Nam asante, kama ambavyo ameona mtazamaji wa Tetsoma kwanza TV, lakini ni kukumbusha ya kuwa tunapatikana katika kisimbuzi cha Star Times chaneri nambari 105, na hapo ndipo ambapo tutapata elimu mbalimbali, lakini pia vipindi mbalimbali mbali. hapa tupo ndani ya Top Star katika kipengele bora kabisa cha onesha. Hawa ni wanafunzi wa shule ya sekondari ya Victory na tunazungumza nao kuhusiana na kipaji chao cha ubunifu wa mavazi. Tuelekee kwa Jenifa kaisi Jennifer, eh, familia famili kwamba una kipaji cha ubunifu wa mavazi? Ndiyo. Inafahamu, wanakusapoti vipi? Wananisapoti napokuwa nyumbani, wananisaidia wana kunua vifaa ili kuweza kutengeneza mavazi inayohitaji. Wananisapoti na, wana na weza kawajaribisha wadogo zangu hivyo na mturudi pia kwako, Mariam, utueleze katika familia wanafahamu kuona kipaji cha namna hiyo cha kuweza kubuni mavazi, lakini wanasapoti kwa kiasi gani katika kipaji chako? Asante. Familia yangu wanajua kwamba nina kipaji cha kudizaini nguo mbalimbali mbali. Asilimia kubwa baba yangu na mama yangu ndio wanayoniwezesha mimi kukuza kipaji changu na ndivyo ambavyo tunaweza tukasema, na kwa mwisho sasa, nataka tuzungumze eh, na watanzania sasa kupitia TET Soma Kwanza TV. Ukiwa kama mwanafunzi ambaye upo kidato cha tatu, lakini unafanya ubunifu wa hali ya juu katika kubuni mavazi mbalimbali, unamwambia nini mzazi nyumbani? Unamwambia nini kijana nyumbani ambaye huenda na kipaji kama chako ama kipaji tofauti na chako? Asante. Napenda kumwambia mwanafunzi au kijana kama mimi asiache kipaji chake kipotee awe akipambanie ili aweze kutimiza ndoto zake, na kwa wale wazazi ambao wanazuia watoto wao vipaji vyao, na washauri wawaunge mkono watoto zao kwa sababu hiyo ndo ndoto yao, na hiyo ndo kitu ambacho wanakiweza. Asante. Kwa upande wako, mimi nawahamasisha na vijana wenzangu kukuza vipaji vyao, pia msisite kuonyesha vipaji vyenu kwa watu mbalimbali, asante. Na baada ya kuzungumza na wanafunzi wa kidato cha tatu katika shule sekondari ya Victory inayopatikana Mwandege, mkoani Pwani, Jennifer Kaisi pamoja na Mariam Rajab, wabunifu wa mavazi, kwa sasa ni wasaa mzuri wa kuenda kupata maneno mawili matatu kutoka kwa mwalimu ambaye pengine anakuwa na mchango mkubwa sana katika safari ya vipaji vya wanafunzi walio wengi kwenye shule hii. Mimi ni kusina ni kunasihi ya kuendelea kuwa fuatilia Onesha kipengele bora kabisa cha kuweza kuzungumza na wale ambao wana vipaji lakini nikujuze kuwa tuna vipaji mbalimbali mbali. hatumalizi hapa tu kwenye vipaji vya ubunifu wa mavazi. Tuna kucheza ama kudance katika kipengele cha cheza, lakini pia tutakwenda kuwasikia wanafunzi wakielezea ndoto zao kwenye kipengele bora kabisa cha ndoto. Kwa sasa ni wasaa mzuri wa kuenda kuzungumza na mwalimu, usiondoke. Mimi ni Hamis Junior, TET Soma Kwanza TV. Soma Kwanza, taifa linakutegemea.